Hello Daktari Perina tena kutoka Penicare Afya na leo tutajifunza tena kuhusu UTI sugu. Tuko kwa ajili ya kujifunza kupata elimu na kupata darasa kwa mtu yoyote ambaye ana changamoto ya UTI sugu. Je, unaona UTI sugu ni nini? UTI sugu ni maambukizi kwa njia ya mkojo na utajua kama una una dalili za UTI sugu, kwanza ni maumivu wakati wa kukojoa, harufu mbaya, kuwa shopenza, siri hayo yote ni dalili za UTI. Na watu wengi hawajui maana ya UTI. UTI kama nilivyowaambia ni maambukizi kwa njia ya mkojo au maambukizi au uchafu unaojaa kwenye kibofu cha mkojo. Nini sababu za UTI? Au utajuaje kama una changamoto ya UTI? Sababu yake ya kwanza ni ngono bila kinga. Wewe unayetembea na watu wengi bila kutumia kinga lazima upate changamoto ya UTI. Lakini kitu kingine ni kuwa na wapenzi wengi. Ukishakuwa na watu wengi, kila mmoja haujui amepita njia gani, utajikuta unapata changamoto ya UTI sugu. Ni mbaya zaidi. Na kitu kingine ni kutokupima mara kwa mara unapojikuta una changamoto ya uti jitahidi sana upate vipimo mara kwa mara jitahidi sana upime mara kwa mara isije ikawa sugu kama nilivyowafundisha kuhusu uti sugu lakini ki ni nini madhara ya uti sugu usipoitibu itibu kwa haraka kuwa na tatizo la uzazi baadaye hiyo ni madhara makubwa sana ambayo yanawapata wanaume kwa wanawake, ambako unakuta umekuwa na uti sugu ya muda mrefu lakini hujaitibu. Jitahidi sana utibu uti pale ambako unagundua kwamba una hilo tatizo, ili sije kuletea changamoto hapo baadaye. Lakini kitu kingine ambacho ni kibaya pia utawaambukiza watu wengine bila kujua kwa, kwa sababu utakuwa unajikuta wewe unajua una hali ya kawaida, kumbe una vimelea vya UTI au bakteria, utawaambukiza watu wengine. Namna ya kujikinga ni ipi? Unatakiwa ujikinge. Kitu cha kwanza ni kupima afya yako kila mara. Jitahidi sana unapokuwa na changamoto hiyo upime mara kwa mara, epuka ngono hatarishi lakini pia usitumie dawa bila ushauri wa daktari. Jitahidi sana upate ushauri wa daktari, upate vipimo, itakuwa ni vizuri zaidi, ili uweze kujikinga na changamoto ya UTI sugu. Kitu kingine afya, afya yako ni muhimu sana. Kupima si aibu, jitahidi sana kujikinga ni busara yaani, unapokuwa unajikinga ni busara sana kuliko kuwaambukiza watu wengine. Jitahidi sana upate tiba, jitahidi sana upate vipimo vya kila mara, ili uweze kukwepana na changamoto ya UTI sugu ambayo itakuja kukupelekea upate madhara makubwa zaidi kwenye mwili wako na kwenye afya yako ya uzazi.